Mambo vipi internet, karibu Maxtech TV channel. Yambo imegoma kupona, mafua mi nadhani kuna machizo na niroga kwa kutumia science ya quantum <gibu> Okay, umesikia neno quantum, sababu leo tunakwenda kuongelea quantum computer. Sasa kwa swala zima la quantum computer, mara mwisho niliongelea, watu akasema video ilikuwa ni nzuri lakini hatukuelewa kitu. Nikasema haina noma, nitaandaa video moja ndefu sana kuhusu quantum computer. Najua hili ni swala gumu kuelewa, lakini kwenye hii video ndefu ambayo naiandaa, nilikuwa nimepanga nitumie lugha nyepesi sana ili kuwafanya wabongo waweze kuelewa kirahisi teknolojia ambayo itakuja kuwa muhimu sana kwa miaka ya baadaye au kwa maisha ya binadamu. Lakini kumbe kuandaa video ndefu ya quantum computer ambayo itawafanya wabongo waweze kuelewa kirahisi inahitaji video iwe ndefu zaidi. Kwa hiyo nikusema, bado sijaitengeneza hii video ila <laughs> na mimi naye ni mvivu kidogo, kwa hiyo <laughs> Ya nilichelewa kuandaa hii video sababu nilikuwa najua kwenye hii teknolojia ya quantum, baada ya ile story ya Google na chip yao ya Willow, hii ni chip ya quantum computer ambayo na yenyewe ilikuja na breakthrough nyingi. Nilijua hii teknolojia itakaa kidogo, baada ya kuja na teknolojia nyingine au kuja na story nyingine ya kuelezea hii quantum computer. Lakini hivi karibuni Microsoft, kampuni ambayo hata nilikuwa sijui kama wanatengeneza hizi quantum computer, wamekuja na story kubwa sana ambayo imegonga headline kwenye kila social media nikaona isiwe case kama hii story na trend, najua wabongo wamesha iona, kwa hiyo ni muhimu niiongelee ili waweze kuielewa kirahisi huku wakiwa nasubiri ile video ndefu ya quantum computer ambayo itaeleza kila kitu. Kwa hiyo siache kusubscribe kwenye channel yetu ya Maxtech TV, sababu sijui kama kuna channel nyingine ya kibongo inaelezea mambo ya quantum <laughs> sijui kabisa. Naona na mvua na yenyewe imeamua kunyesha <laughs> mi nadhani kuna wachizi na niroga okay. Mwanzoni nilivyosema kwamba Microsoft isiko sijui kama wanafanya research na wenyewe ya kutengeneza quantum computer. Lakini hivi karibuni Microsoft walishangaza dunia kwa kuja na chip yao mpya kabisa ya quantum computer kwa jina la Majorana au Mayolana. Hivi wanahitaji ni Mayolana. Ukisoma kwa Kiswahili ni Majorana lakini wao wanaita Mayolana 1. Na eti wamekuwa wakitengeneza hii chip kwa miaka kumi na saba. Just imagine miaka kumi na saba hawa watu walikuwa wanafanya research ya kutengeze hii chip ya quantum. Kwa hiyo lazima iwe na uhakika. <laughs> Lazima iwe na uwezo mkubwa kuliko zile chips zingine ambazo zimekuwa zikitengenezwa na makampuni kama Google au hata IBM. Sasa hebu tuangalie kwenye hii miaka kumi na saba hawa Microsoft walikuwa wanatengeneza nini haswa? Sababu kama unalijua hii kampuni la Microsoft vizuri, sometimes huwa ni kampuni ambayo ilikuwa na ujinga mwingi sana. Yaani, huwa ni kampuni ambayo huwa na tabia ya kuahidi watu mambo makubwa kweli, lakini mwisho wa siku kitu anachoingiza sokoni kinakuwa ni kitu ambacho hakina maajabu yoyote yale, kama yale waliokuwa na ahidi mwanzoni. Swali ni je, kwenye hii teknolojia ya quantum computer wanavyosema wametumia muda mrefu kweli kuitengeneza, na wao wanavodai ni kwamba wametengeneza aina mpya kabisa ya mata, ili sasa hii aina ya mata ndio iwasaidie kufanya hii quantum computation. Hapa wanamaanisha nini au ni kama kawaida tumerudi kwenye ule ule ujinga wao wa kuahidi watu mambo makubwa lakini mwisho wa siku hamna kitu. Okay, sikia, duniani kuna aina nne za mata. Tunajua kuna gesi, kuna liquid au vimiminika, lakini pia kuna solid na mwisho kuna plasma. Hii nayo ni gesi, lakini tofauti yake ni kwamba inakuwa ni gesi yenye joto kubwa sana, kwa hiyo electron ambazo ziko mle ndani au particles zinakuwa ziko excited. Mfano wa plasma ni kama radi; radi inavyopiga, ule mwanga ule ni plasma. Ile ni plasma. Lakini lakini pia kwenye jua kuna plasma, lakini pia hata shot inavyotokea ile ni plasma. Lakini kitu ambacho ujui ni kwamba kuna hata aina aina zingine za mata. Kuna aina za mata ambazo zinaitwa exotic mata. Kwa hiyo hii yote kwa jumla inazifanya hizi mata ziwe 20. Yaani ukijumlisha zile main mata ambazo zipo nne na hizi zingine ambazo ni exotic mata, kwa jumla unapata mata 20. Sijui kama ushasikia vitu vinaitwa Bose Einstein condensate au fermionic condensate, lakini pia kuna superfluid na super critical fluid, list ni ndefu kweli. Kwahiyo kitu ambacho Microsoft wamefanya hapa ni kwamba wamesema wametengeza mata nyingine. Kwa hiyo hii itakuwa ni mata ya 21. Hii mata inavyojulikana ni topological state, ni mata ambayo ina exist kwenye quantum level. Kwa hiyo ni kusema kwenye macho ya kawaida ya binadamu hauwezi kuona property zake. Tunajua gesi unaweza kuona property zake, ni kwamba ni kama hamna kitu, hauwezi kaishika. Lakini pia solid ni kitu kigumu, hiyo ni moja property yake. Maji ni kimiminika. Hiyo ni property ya maji. Lakini mata ambao Microsoft anaiongelea hapa, property zake zinaonekana kwenye quantum level. Kwa hiyo tunavyosema hii topological state, hii mata mpya, property zake zinaonekana kwenye quantum level. Hapa namaanisha kwamba tunajua kwenye state zingine za mata kama liquid, solid pamoja na gesi, zote hizi zimetengenezwa na atom na ndani ya atom kuna particle zingine, hizi zinaitwa subatomic particle. Hizi ni particle kama electron, proton, lakini pia kuna neutron. Sasa tofauti yake kwenye hii topological state, sawa, na yenyewe imetengenezwa na hizi atom, lakini ndani yake imetengenezwa na particle mpya kabisa. Hii ni particle kwa jina la Majorana. Kwa hiyo ndiyo maana tunasema kwamba property yake inatokea kwenye quantum state, sababu kwenye hii quantum state ni kwenye hii level ambapo tunapata hizi particle, hizi particle za kwenye atom, hiyo ndio quantum level. Kwa hiyo kwa juu inaweza ikaonekana kama ni mata ya kawaida, yani ni kama solid ya kawaida tu, lakini ndani yake sasa kwenye quantum level ndipo tunakutana na kitu kipya kabisa. Hii ni particle kwa jina la Majorana, na kama unavyojua kwenye quantum level hii ni sehemu ambapo sheria zetu za physics hazifanyi kazi kabisa. Tukisema quantum level, tumesema inaanzia pale chini ya atom kwenye particle zake kushuka chini, hiyo ndio quantum level. Kwa hiyo hapa tuna maisha hivi, ni vitu vidogo sana ambavyo hatuwezi kuviona kwa macho, na sheria zake ni tofauti kabisa. Mfano mzuri wa sheria za quantum zilivyo tofauti na hizi ambazo tunazo hapa duniani ni kwamba, kwa mfano mimi nimewacha kitu sehemu fulani, hiki kitu nikienda nikirudi, nitakikuta hiki kitu kiko pale pale, labda atokee mwizi akiibe ya yeah. <laughs> Lakini kwenye quantum ni kwamba hiki kitu ukikiacha sehemu fulani utakikuta kipo au hakipo, yani kitakuwepo kwenye hiyo sehemu na muda huo huo kinakuwa akipo. Kwa hiyo kuna kwa kuna probability hiki kitu kuwepo au kisiwepo bila mtu yoyote yule kuja kukichukua. Lakini pia sheria nyingine ambayo tunayo hapa duniani ni kwamba in every reaction is equal and opposite reaction, ni kwamba lazima kitu fulani kitokee ndo effect au madhara ya kitu kitokee kwa mfano madhara ya mlipuko, kulipuka, tunajua shock wave itasambaa na moto mkubwa utasambaa kwenye eneo kubwa. Lakini cha ajabu kwenye quantum ni kwamba madhara ya moto kusambaa, lakini pia shock wave kusambaa, yanaweza kaonekana kwanza kabla ya kitu au kabla ya bomu kulipuka. Sijui umenipata hapo? Yaani mambo yanakuwa vice versa. Hapa kwenye hii dunia ya kawaida tunajua kawaida lazima kitu kitokee ndo effect au madhara yatokee. Lakini kwenye quantum hapana. Kwenye quantum ni kwamba effect inatokea kwanza alafu kitu ndio kinatokea baadaye, yaani kitu kilicholeta ile effect kinatokea baadaye baada ya effect kutokea. Kwa ni mambo yanayochanganya sana <laughs> na ni ngumu kuelewa. Hiyo ndo quantum na sheria zake. Sasa zinavyoonekana za ajabu hivi, hizi ndo zinaendesha ulimwengu mzima, sababu kila kitu ni mata na mata imetengenezwa na atom na ndani ya atom ndipo kuna hizi particle, kuna hizi electron, kuna proton lakini pia kuna neutron. Hizi sasa zinatumia prinsipo ya quantum kujiendesha, yaani zina sheria zao zenyewe za. Kwa hiyo ndio maana kila kitu ambacho kinatokea hapa duniani, kwa mfano, mti kuota, hiyo ni kazi ya quantum. Binadamu kuwa hai, hiyo ni kazi ya quantum. Hali ya hewa kubadilika, hiyo ni kazi ya quantum. In short, nature yote ni quantum, nature yote inategemea quantum. Kwa hiyo ni kusema kwamba siku moja binadamu akipata kompyuta ya quantum, ni kama satakuwa na uwezo wa kuongea lugha ya nature, kuweza kuongea na nature yenyewe. Sasa sijui mambo mangapi atatokea hapa au kitu gani atakitumia hasa ukirekebisha kwenye ulimwengu ambao tupo hapa sasa hivi, lakini yeah. Sasa hebu turudi kwa Microsoft, wao wanasema kwamba wametengeneza state mpya ya matter ambayo ni topological state, ili sasa waweze kuitumia state mpya ya matter kutengeneza quantum computer yao. Tukumbuke sheria za kawaida za physics hazifanyi kazi kwenye quantum level. Kwa hiyo hii inamaanisha hapa kwenye quantum level kuna sheria mpya kabisa za physics. Hizi sasa ndio Microsoft pamoja na makampuni mengine ambayo yanataka kutengeneza hizi quantum computer, yanataka kuzitumia hizi sheria za quantum mpya kabisa ziweze kufanya kazi kwenye quantum computer. Yaani tunajua hizi computer zetu za kawaida zinatumia sheria za physics za kawaida, sheria ambazo tumezizoea kuziona kwenye physics. Hizi ni sheria ambazo haziwezi katuletea ule uhalisi wa mambo ambao tunautaka, sababu kwa mfano ukiangalia transistor ambayo tunaitengeneza, inaweza ikawa ni ndogo ikalingana na kama atom tatu au, au nne hivi ukubwa wake. Kwa hiyo hii transistor uwezo wake wa kufanya kazi utategemea sheria za physics ambazo tunazo hapa duniani, sababu sio ndogo kufikia kile kiwango cha quantum level. Kwa hiyo haiwezi kuoperate kwa kutumia sheria za quantum. kwa hiyo ndiyo maana wanasayansi wanataka kutumia sheria za quantum kutengeneza kompyuta, kompyuta ambayo itakuwa na uwezo wa kutuambia reality ya dunia ikoje au reality ya ulimwengu ukoje kwa nini binadamu anaishi na vitu vingine vingi sana hii quantum computer itaweza kujibu, sababu tu inatumia hizi sheria mpya kabisa za quantum. Lakini pia mbali ya hizi kompyuta za quantum kutupa uhalisia wa dunia ambao tunaishi au ulimwengu tunaoishi, hizi kompyuta zitakuwa zina nguvu au uwezo au spidi mara nyingi zaidi ya hizi kompyuta za kawaida. Hapa nazungumzia spidi zaidi ya mara bilioni moja kuliko kompyuta za kawaida ambazo tunatumia sasa hivi. Hii itakuwa ni hatari tena itakuwa ni hatari kubwa sana, na hii yote ni kwa sababu ya hizi sheria mpya za quantum. Swali ambayo tunajiuliza ni kwa nini Microsoft watengeneze mata mpya kabisa kwa ajili ya kuifanya hii kazi. Mbona makampuni kama Google na makampuni mengine kama IBM yenyewe yanatumia superconductor za kawaida kutengeneza hizi qubit? Sasa hizi qubit zenyewe ndio ziweze kufanya mahesabu ya kompyuta lakini pia kuna makampuni mengine yanayotumia ion trap neutron atom lakini pia kuna mengine ambayo yanatumia photon kutengeneza hizi qubit. Ni makampuni machache sana yanayotumia topological state, yapo ambayo alikuwa anafanya research kwa muda mrefu, lakini Microsoft wenyewe ndo wametoka na kusema kwamba ya wamefanikiwa kukifanya hiki kitu. Swali ni kwa nini watengeneze topological state ndo waweze kutengeneza hichi chip yao mpya kabisa ya quantum computer baada ya miaka kumi na saba yaani, miaka kumi na saba hiyo yote walikuwa wanafanya nini? Jibu ni kelele ya yeah. hizi qubit huwa hazipendi kelele okay. Kitu ambacho tunatakiwa kujua hapa ni kwamba hizi sio kelele za kawaida. Tumesema kwenye quantum level kuna sheria mpya za physics, na hizi sheria mpya za physics ndo zinatumika kwenye quantum computer. Sasa ili uweze kujua hizi qubit zimekaaje, ili sasa uzitumie kwenye quantum computation, lazima uzipime hizi qubit. Sasa kile kitendo cha kuzipima hizi qubit, zile sheria zote za quantum zinavunjika. Sheria ambazo unataka kuzitumia kwenye quantum computer yako, sasa just imagine hizi sheria zimevunjika na zikivunjika, inamaanisha zinakuja zile sheria za kawaida, sheria ambazo tumezizoea kwenye physics. Sasa kama hauna hizi sheria za quantum, inamaanisha quantum computer yako haiwezi kufanya kazi na umeziharibu hizi sheria kwa kuipima tu. Yaani kuipima kitu ambacho kinatakiwa kifanyike, lazima uweze kuzipima hizi qubit ndio uweze kuzitumia kwenye quantum computation. Sasa ukizipima tu, hizi sheria zinavunjika. Hizi sasa ndo kelele ambayo tunaziongelea hapa ambazo zikitokea sheria za quantum zinavunjika. Mfano mzuri ambao nilikuwa nataka kutoa, just imagine, mke wako usipomwangalia anakuwa na tabia nyingine, ukimwangalia anakuwa na tabia nyingine <laughs> sijui <kwanini metohu> <laughs> ni kwa nini nimetoa huu mfano, lakini nadhani mmenielewa ni kwamba ukiangalia kitu kinakuwa na tabia nyingine, na usipokiangalia hiki kitu kinakuwa na tabia nyingine. Kwa hiyo hii inaonyesha ni namna gani ilivyo ni ngumu sana kutengeneza kompyuta za quantum, sababu hizi sheria muda wote zinakuwa zinavunjika, na kama huwezi kuzipata hizi properties za quantum, ina maanisha hauna quantum computer. Na kelele nyingine ambayo inaweza ikatokea na kuharibu hizi sheria za quantum ni kwa mfano particle nyingine ikiingia na kuigonga hii qubit, basi hii sheria ya quantum itavunjika, au hata ukiitikisa hii qubit yani vibration ndogo ikatokea basi hizi sheria zitavunjika kabisa na hautaweza kupata zile sheria za quantum au quantum state, wengine wanaita wave form. Sasa hii process ya hizi sheria za quantum kuvunjika kutokana na kelele ni kitu ambacho kinaitwa quantum decoherence. Kwa hiyo ukinisikia nasema quantum decoherence, namaanisha hizi sheria za quantum zimevunjika. Sasa ili kutunza hizi sheria za quantum kwenye particles zisipotee, yani kuzuia ile quantum decoherence, ni kuzuia kelele au noise isiingie ndani, ndio maana utaona huu tumbo wote wa quantum computer unaingizwa kwenye pipa fulani hivi, ili pipa kazi yake ni kuhakikisha kwamba humu ndani wanasayansi wataweza kutoa hii hewa yote ambayo ipo humu ndani, yani kunakuwa kuna vacuum, hakuna hewa yoyote ile. Afu baadaye alafu baadaye hii sehemu yote ambayo ameshatengeneza vacuum inafanywa kuwa ya baridi sana, yani inakuwa ni ya baridi kuliko sehemu yote ile kwenye ulimwengu, just imagine ni baridi kali sana. Na hii baridi kitu inachofanya ni kwamba inahakikisha zile atom zote zinashindwa kutembea, yani zinashindwa kusogea hata kidogo. Kama unavyojua temperature kuongezeka kwenye mata hii ni effect ya hizi atom kuchezacheza, yani zinavyocheza cheza haraka, hiyo ndio effect ya temperature. Sasa ukifanya mata iwe ya baridi sana, hapo unamaanisha kwamba zile atom zitaacha kuchezacheza, yani zitaacha kutembea kabisa, zitakuwa zimesimama wima, zitatulia sehemu moja, zitakaa kwa kutulia. Lengo hapa ni kuzuia zile vibration ambazo zinaweza ikafanya quantum decoherence, au kuharibu zile sheria za quantum, sheria ambayo tunataka kuzitumia kwenye quantum computer yetu. Sasa just imagine, hii kazi yote ya kuweka pipa, kuweka vacuum, lakini pia kuifanya hii sehemu, hiyo ni sehemu ya baridi zaidi duniani au kwenye ulimwengu wote, na kufanya hizi atoms ziweze kukaa kwa kutulia, lakini bado ela au kelele inaweza ikaingia humo ndani na kufanya quantum decoherence kwa hiyo ni kusema kwamba wanasayansi hawana njia yenye ufanisi mkubwa wa kuzuia hii quantum decoherence. Hii quantum decoherence itaendelea kutokea tu as long as tupo duniani, sehemu ambapo kuna kelele nyingi, lazima quantum decoherence itatokea. Lakini kuna njia ambao wanaweza kutumia kutuza hizi quantum information kabla ya quantum decoherence kutokea. Hii ni njia ambayo wanaitumia inaitwa error collection, na hii njia iko hivi ni kwamba wanatengeneza qubit mbili, ambapo hizi qubit mbili zitakuwa zimeungana na logic bit moja. Sasa hii logical bit ni bit ya kawaida, ni bit ambayo tunazitumia kwenye kompyuta zetu za kawaida. Sasa kitu kinachotokea hapa ni kwamba baada ya ile quantum computation kutokea, ile information yote ya quantum itaingia kwenye hii logical bit. Sasa hii logical bit ndio itatunza ile information ya quantum, information ambayo tunataka kuitumia kwenye quantum computation. Kwa hiyo kwa mfano kama kitu kikitokea, kiki zile sheria za quantum zikavunjika kwenye hizi qubit mbili, basi ile information bado itakuwa imebaki kwenye logical bit. Hiyo ndo principle nzima ya error correction kwenye Quantum Computation. Lakini hapa napo kuna tatizo kubwa sana na tatizo lake linakuja kwenye scale. Je, ja, utahitaji qubit ngapi ili uweze ku maintain logical bit moja iwe stable? Yeah. Ni kusema kwamba utahitaji qubit nyingi sana. Utahitaji qubit zaidi ya 1000 ili moja ikiharibika au sheria zake za quantum zikipotea basi itaingia nyingine. Nyingine itabeba ile quantum information lakini pia na hii ikiharibika itaingia nyingine. Kwa hiyo ndiyo maana zinakuwa ziko 1000 Sasa kama utahitaji qubit 1000 ili uweze kuifanya logical bit moja iwe stable, yeah, ukiamua kutengeneza quantum computer ambayo inaweza kufanya kazi yoyote ile ya maana, utahitaji quantum computer kubwa sana sababu, sawa, utakuwa na logical bit ndogo, lakini hizi qubit utakuwa nazo nyingi sana na inaaminika kabisa, ili uweze kupata quantum computer yenye nguvu ya kuweza kufanya labda jambo lolote lile la maana ambalo tunategemea quantum computer iweze kufanya lazima upate quantum computer yenye qubit zaidi ya milioni moja. Kwa hiyo ni qubit nyingi sana. Sasa just imagine, ukitumia hii process ya error collection inamaanisha kwamba utahitaji qubit zaidi hata milioni moja, ni kusema kwamba quantum computer ambayo utaitengeneza kwa kutumia style ya error collection inaweza ikawa ni quantum computer kubwa zaidi hata kiwanja cha mpira. Sasa just imagine ni kama kitu ambacho hakiwezekani kabisa, na kadri inavyozidi kuwa kubwa, ndipo hizi ela zinazidi kuongezeka, na sijui sasa utaiwekaje sehemu kubwa kwenye baridi baridi karibia 0.05 Kelvin, ni baridi kubwa sana. Kwa hiyo hii yote ni kutuambia kwamba quantum kompyuta ni ngumu hata kuitengeneza, japokuwa makampuni kama Google tayari ameshatengeneza karibia qubit mia ambao zinaweza zikafanya kazi. Makampuni kama IBM wanasema wameshapata qubit karibia elfu moja na zinaweza kufanya kazi wote hawa wanatumia ile process ya error collection, kwa ndio maana imekuwa ni ngumu sana kuongeza idadi ya qubit. Lakini sasa vipi ukiweza kutengeneza material au mata yenye uwezo wa kulinda hizi sheria za quantum na kuzifanya hizi sheria za quantum zisiharibike kabisa. Yani, quantum decoherence isitokee. Hiki ndio kitu ambacho Microsoft amefanya, yani wametengeneza aina mpya ya mata ambayo ni topological state ikiwa na particle kwa jina la Majorana. Sasa kwa pamoja hivi vitu vyote vinaweza vikalinda ile quantum state au zile sheria za quantum ambazo zinahitajika sana kwenye suala zima la kufanya quantum computation. Sasa hii Mayolana au sijui ni Mayolana, Majorana ni particle ambayo ilitabiriwa zamani sana na mfizikia mmoja wa Kiitali. Huyu ni mfizikia anaitwa Ettore Majorana. Yeye alipropose kwamba kutakuwa kuna particle ambazo siku zote zitakuwa kwenye pea mbili. Yaani hapa alimaanisha kwamba hizi particle siku zote zitakuwa mbili mbili na hizi particle mbili zitakuwa zinafanana kama mapacha. Kwa hiyo inamaanisha hizi particle zitakuwa na uwezo wa kukaa sehemu moja bila kitu chochote kile kutokea. Sasa hii ni tofauti na particle zingine ambazo zenyewe pacha wake ni antiparticle. Kwa mfano, electron pacha wake ni antiparticle kwa jina la positron. Proton naye pacha wake ni antiparticle kwa jina la antiproton. Tatizo ni kwamba hizi particle zote, kwa mfano electron na pacha wake ambao ni positron, wakikutana wanaharibiana kabisa, wanakuwa annihilated yaani kunakuwa hakuna kitu kinabaki hapa. Lakini Majorana yenyewe ni tofauti, yeye na pacha wake wanakaa sehemu moja bila shida yoyote ile, hakuna kitu kinaweza kukatokea, sababu Majorana particles zenyewe zinafanana, yaani zinafanana copyright. Kwa hiyo hazina tofauti, kwa hiyo ndio ma zia zikakaa sehemu moja bila shida yoyote ile. Hizi ndio particle kwamba huyu mfizikia wa Kiitaly alizioalize, yani alionyesha kwamba zitakuwepo. Sasa mimi wanajiuliza hawa fizikia wanawezaje kuona hizi particle zitakuwepo na hizi particle zitakuwepo kabisa. Sababu kama unavyojua particle hauwezi kaziona kwa macho, ni effect yake tu ndio inaonekana. Tunaona umeme unatokea hapa sababu hii ni effect ya electron. Hatuwezi kuona electron ziko wapi kwenye waya, kitu ambacho tunaweza kufanya, tunaweza kupima tu na kuona umeme hupo hapa ya yeah. Kwa hiyo electron ziko hapa kwenye ile eneo, hatuwezi tukaona electron yenyewe, na hii ni sawa hata kwenye Majorana particle, hauwezi ukaiona. Lakini cha ajabu ni kwamba hao wana science au hao wana wanafizikia wanaweza ku theorize na zikaonekana baadaye, sababu wanasayansi wamekuwa wakizitafuta hizi particle kwa muda mrefu, particles ambazo zenyewe hizo hizo ndo pacha wake wanasayansi wamekuwa wakizitafuta kwenye maabara kwa muda mrefu sasa, lakini siku moja kwenye maabara, hizi particle zilionekana kwenye waya mwembamba sana ambao umetengenezwa na lea mbalimbali za supakondakta pamoja na semikondakta. Zilionekana particle zenye tabia zile zile za Majorana, yani zipo particle mbili, lakini cha ajabu ni kwamba hizi particle haziharibiani kabisa, yani hazipotei. Kwa hiyo wakajua kabisa hizi ni Majorana particle, na kuthibitisha kwamba huyu Ettore Majorana alikuwa yuko sahihi. Sasa kuifanya Majorana partico iweze kutokea sehemu fulani ni ngumu sana, kwa hiyo ndiyo maana watu wengi wanaamini kwamba wale wanasayansi wa kwanza walioweza kuiona Majorana partico ni kama walibahatisha, sababu Majorana partico inatokea kwenye mata ambazo atom zake zimejipanga vizuri sana. Na hiki sasa ndiyo kitu ambacho Microsoft walikuwa wamejipanga kukifanya, yaani walikuwa wanataka kutengeneza matirio ambayo yataweza kuionyesha hii Majorana partico kirahisi zaidi, kila mtu atakapokuwa anataka kuipima iwe naonyesha Majorana partico kwa hiyo wametumia miaka kumi na saba kuhakikisha kwamba wanatafuta material yenye ufanisi zaidi, lakini pia kupanga atom moja moja kwenye haya material ili sasa hii Majorana particle ndo iweze kutokea. Ya, kuna kipindi fulani hivi waliweza kutoka na kusema kwamba wameweza kuiona hii Majorana particle na wakapost kabisa paper fulani hivi, lakini kumbe walikuwa wamefanya makosa, walikuwa wajaona hii Majorana particle, walikuwa tu wanapiga kamdomo. <laughs> inaonekana kama walipima particles zingine au hizi ni electrons za kawaida, wakazani ni Majorana particle. Lakini Microsoft Microsoft wa kugive up waliendelea kutafuta hizi Majorana particle na kutengeneza material ambayo yatakuwa na ufanisi wa kuonyesha hizi Majorana particle. Yaani walikuwa wanapanga hizi atom moja moja kwenye material kama unavyopanga matofali unapokuwa unajenga nyumba au unajenga ukuta. Hii ni amazing. Sasa baada ya Microsoft kutumia muda mrefu miaka y karibia 17, sasa hivi wametoka na kusema kwamba wameisha perfect hii teknolojia. Sasa, hebu tuone hii topological state inavyotengenezwa na hii Majorana particle inavyotokea, lakini pia hii Majorana particle inawezaje kutunza hii quantum information na kuzuia quantum decoherence au kuvunja sheria za quantum. Hii sasa ndio ile nanowaya ambayo imetengenezwa na matirio ya semiconductor, na kama ni matirio ya semiconductor, obviously lazima kuwe kuna electron humo ndani, yani electron za kawaida. Sasa kama hizi ni electron za kawaida, hii inamaanisha kombolezo kazi control hizi electron ziende wapi kwa mfano kama nataka ziende kulia au kushoto, ni wewe tu unaweza ukazikontrola kwa kutumia umeme. Sasa juu ya hii semiconductor hapo anaweka superconductor ikiwa na yenyewe na electron zake. Sasa ili uweze kuanza kupata zile properties za quantum, lazima upoze uwaya kwa baridi kubwa sana, baridi ya kiwango cha 0.05 Kelvin. Hii ni baridi ya juu sana. Sasa hii inamaanisha baada ya hii baridi kufika, ile superconductor ita achieve zile properties za superconductor. Na tunavyosema properties za superconductor hapa, namaanisha kuna makundi mawili mawili ya electron yataanza kupita kwenye huu waya, hizi zinaitwa Cooper pair. Na hii sasa ni property ya superconductor. Yaani siku zote superconductor huwa inatumia Cooper pair kusafirisha umeme, yaani hizi electron huwa zinajitengeneza kwenye makundi ya electron mbili mbili na hizi kupa pea zitakuwa na uwezo wa kusafiri mwanzo hadi mwisho wa waya bila kuwa na resistance yoyote ile, sababu hii sehemu yote imekuwa ni ya baridi sana. Sasa baada ya muda kupita kuna kitu cha ajabu kitatokea. Zile kupa kupapea baadhi zitatoka juu kwenye superconductor na kuingia kwenye semiconductor. Hii inamaanisha kwamba ile semiconductor na yenyewe itakuwa na property za superconductor. Yeah, quantum physics ni ajabu. Sasa hebu niambie kuna sheria gani ambayo imeziruhusu hizi kupa pea kutoka kwenye superconductor na kuingia kwenye semiconductor? Yaani kuipa semiconductor tabia au property ya superconductor. Lakini hii ndio inaitwa proximity effect. Na ukiapply usumaku kuna kitu kingine cha ajabu ambacho kinatokea hapa. Electron zote zinagawana na kwenda kwenye pande tofauti za huu waya, yaani zinaenda kwenye mwisho na mwanzo wa huu waya. Hapa katikati zinaacha gap. Kumbuka, hizi ni elektron mbili tofauti na zote zimekimbia mwishoni wa waya. Sasa hizi electron, kitu ambacho zinafanya zinatengeneza particle mpya kabisa. Hii ndio particle ya Majorana, sababu hii ndio particle hizi ambayo exist na pacha wake wote wakiwa sehemu mbili tofauti, au hata kuwa sehemu moja kwa wakati huo huo. Kwa hiyo hizi particle ambazo zimetokea hapa, hizi ni particle za Majorana na zimetokana na elektron ambazo zilikuwepo kwenye uwaya. Sasa kwa kuwa zinakaa kwenye pande mbili tofauti za waya, ndio maana utasikia wanaziita Majorana zero modes. Na hii nano waya ambayo imefanikiwa kuleta hizi Majorana particle ndio inaitwa topological state, sababu ina property tofauti tofauti. Property ya kwanza ni kwamba ina particle za Majorana, lakini pia property ya pili ni kwamba ndio aina ya material pekee ambayo inaweza kuhakikisha kwamba superconductor inaweza ikahamia kwenye semiconductor, kitu ambacho kimetokea pale kwenye Cooper Pair. Kwa hiyo ndio maana wanaita hii ni state mpya kabisa ya mata sasa kama umeishatengeneza hii topological state, na umeishatengeneza hizi Majorana particle, swali ni je, hizi Majorana particle zinawezaje kuzuia quantum decoherence au kuzuia noise isharibu qubit? Sasa tunajua kompyuta za kawaida huwa zinafanya kazi kwa binary, yani zero na moja. Kwa mfano, kwenye hii waya ukiwa na even number, yani una electron kwa mfano kuanzia mbili au nne, hiyo inamaanisha zero kwenye binary, na ukiwa na odd number, kwa mfano hizi electron labda kwenye uwaya zipo electroni tatu au zipo electroni ngapi saba, hiyo ni odd number, kwa hiyo kwenye, kwenye binary utakuwa na moja. Tatizo lilotokea hapa, huwezi kufanya computation, ni kwamba vipi kelele ikitokea, na kelele ikitokea ni hizi ikaji ikaongeza electroni moja kwenye hii sehemu, kwa mfano ukiwa unataka kuhesabu electroni tatu, mwisho wa siku ukahesabu elektroni nne, na maisha ya computation yako, utapata majibu tofauti, majibu ambayo hayatakuwa sahihi. Majorana zero mode yenyewe kitu inachofanya ni kwamba hizi electron zote zimeenda kwenye kila upande wa waya, yani pale katikati zimeacha gepo. Kwa hiyo hizi noise zote zitakuwa zinapita hapo katikati, kwa hiyo hii Majorana state yenyewe itakuwa ni ngumu sana kuharibu ile quantum information, sababu hapo katikati kwenye waya kuna gap kubwa. Hizi noise zote zitakuwa zinapita hapo, kwa hiyo hakutakuwa kuna electron ambayo imegongwa labda na noise au na particle nyingine au labda electron nyingine imeongezeka hapo katikati, sababu hizi ni Majorana mode zote zipo kwenye upande wa, wa mwisho kabisa wa waya. Lakini kwa mfano noise ikaje ikagonga kwenye ile Majorana mode ya upande wa kulia Sawa, inaweza ikavunja sheria za quantum kwenye upande wa kushoto, lakini haitaweza kuvunja sheria ya quantum kwenye upande wa kulia. Yaani ile quantum decoherence haitaweza kutokea kwenye upande wa kulia kwa hii Majorana particle. Kwa hiyo hivi ndivyo hii Majorana particle itaweza kutunza hizi quantum information, itakuwa ni ngumu sana hizi quantum information kuweza kuharibika, sababu hizi Majorana particle ni mapacha. Kwa hiyo kile kitu ambacho kiko upande wa kushoto wa huu waya kitakuwa ni kile kile kitu ambacho kiko upande wa kulia wa huu waya sababu hizi Majorana particle ni mapacha zinafanana. Sasa kama hili jambo ni kweli, Microsoft wameweza kufanya hiki kitu kweli, basi ya hili ni jambo la kuwashukuru sana, sababu wana science hawatatumia tena ile process ya error collection. Ile ni process ambayo inafanya qubit ziwe nyingi sana na kufanya kompyuta ya quantum iwe na size kama uwanja wa mpira, lakini kwa kutumia hizi Majorana zero mode, zenyewe zinaweza zikatunza ile quantum information na kuifanya isiharibike. Yani kufanya ile process ya quantum decoherence isitokee. Kwa hiyo ndiyo maana ni amazing sana. Sasa kwa hii style ya topological state, ukitumia na hizi qubit za Majorana, unaweza ukatengeneza computer au quantum computer ambayo ambao inaweza ikatoshea mkononi kwako. Just imagine, mkononi kwako unaweza ukawa na kompyuta yenye nguvu zaidi duniani kuliko kompyuta yoyote ile duniani. Just imagine, simu zote, computer zote, supercomputer, kila kitu, data center, hazitakuwa na computation power kama hii ya quantum kompyuta ambayo inatumia qubit za topological state, na Microsoft wenyewe wanasema kwamba quantum kompyuta sa sasa hivi hazitakuwepo tena miaka kumi ijayo. Hapana, watakuwa na uwezo wa kutengeneza quantum kompyuta miaka mitatu au miaka miwili ijayo, hii itakuwa ni amazing labaki, kweri, swali ambalo la baki je, ni kweli Microsoft ameweza kutimiza hili swala? Je, wameweza kufanya quantum computation kwa kutumia hizi qubit za Majorana? Jibu ni hapana. Hata kwenye ile paper waliopost, hawajatoa evidence yoyote ile kuonyesha kwamba kweli wameweza kutengeneza hizi topological state au topological qubit zimeweza kutokea kwenye hii chip yao. Hapana, hiki kitu hajaonyesha kabisa. Sasa sijui kwa nini hawajaonyesha, au labda hata hawajaziona hizi qubit zikitokea, hiyo haijulikani kabisa. Kama nilivyokuambia, Microsoft huwa sometimes ni kampuni ambayo la kuwa na ujinga mwingi sana. Labda kitu ambacho tunakiona hapa ni ule ujinga wao. Ukirudi tena ya, asante sana kuangalia hii video na kama umefika hapa nadhani umetumia nguvu kubwa sana kuelewa. Jina yangu ni Jmax the ATG. Usiache kusubscribe ili kusubiri ile video nyingine ya quantum computer ambayo itakuwa na maelezo mazuri sana. Inakuja hivi karibuni. Bye bye.